Bose de moja. Mambo. Mambo. Umeshindaje? Yes. Unauzaje? Moja eh? Tati, neundia tu moja tu Pilipili ukiweka pilipili inaongeza bei, bei sasa itakuwa juu. Siweke pilipili, weka tu chumvi. Umesema hii ni bei gani? hii ni pesa ngapi?

Nilikuwa nafikiria nimempea jamaa 10 simu. Hakuna kitu, simu imeisha simu imeisha hiyo nimekupea ni 20. Alafu 20 unauza aje hiyo? tu nimetufanyaje? Okay. Hmm, sasa ni biashara yako. nikikosa kulipa itakuletea sana, afadhali niwache simu, nikipata nitakuletea

Hiyo yako yeah. Sasa utanikumbusha, alafu nikuweke hiyo tena biashara yeah. Ni yako ama ni ya nani? Unafanyia mutu. Sasa ukimrudia mwambie tena. Boby Koles atafanyaje? Ni relative wako? Sister mamako, pole. Nikipata hiyo tenbob ntakurushia jioni, sawa? Pole sawa, lakini una, unaenda kule tukupeleke, tukupee lift, tukuna pikipiki. Uh, unaenda ukiuza hey? Oh, sasa huyu uh, sister mamako unaishi naye hey? Kwake unaishi kwake, na mama kwa Oh. Na uje ulimaliza shule ma ukujoene hiyo ya mbele nini, yo pesa ya kujoini. Sawa, nikipata takunini takurushia eh, eh. Okay. Sasa mesema ni ya mama nawe uweze una yako pesa ya kuanzisha. mm -hmm. Hii inaanzishwa na pesa ngapi? mm -hmm. Zote ni elfu mbili. Yeah. Mayai crate moja ni how much?

hiyo so aenda ufanyaje? Mm. Utatoa tu ile nini mm. Chukua ya msini hiyo, yes. Utalipa ile mayai nilikula ya yeah. yeah? Mm. Alafu hiyo okay, unaweza unaweza kutuma hadi yeah. Si namba yangu uko nayo, yeah. Enda tu pige story kidogo na huyo mama, mm. Umulize kama anaweza kukubalia pia wanze ya ya We, well, maybe yako maybe yake unaweza uza mayai alafu yako unauza kitu kama smoking. Okay, utamuuliza kwanza, usianze before muulize right. Utamuuliza kwanza kama uuze anaweza kubali alongside mayai yake, sawa yake Sa yeah. Kubali ndo sasa uanze, si unajua vile wanaunda smoky? Unajua? Okay, thank you. Ile kwa ilikuwa nilikuwa najaribu nione kama unaweza saidia mtu amekwama, eh iko sawa